Yes, katika video hii hapa tutakwenda kuzungumzia namna ambavyo unaweza kutumia simu yako kutengeneza content za aina ya animation kama hizi hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, Mungu akuumba chiume chilete ajali. Mwanamke mwenye shape ni kama V8 barabarani. Kitu cha msingi ni kuhakikisha kwamba hauskip video kutokea mwanzo mpaka mwisho kwa sababu maelezo ambayo tumekuja kukupatia ni maelezo ambayo yatakuelekeza fika namna ambavyo unaweza kutengeneza content za aina hii hapo kwa kutumia simu yako mkononi kwa urahisi zaidi. Mimi naitwa Vinemax. Kama ni mara kwa kwanza kutizama video zetu, hakikisha kama umepiga alama ya subscribe. Itakusaidia pale ambapo tunakuwa tunapost video, unakuwa ni mtu wa kwanza kutizama. Hii hapa ni Vine Max na mimi ni Vine Max. Hakikisha kwamba tunaongana mwanzo mpaka mwisho. Kitu cha kwanza inatakiwa ujue ni kwamba kuhusiana na content hizi hapa. Content hizi hapa ni content ambazo ukizitumia vizuri zinaweza zikakusaidia pia kuingi, kutengeneza content ambazo zitakuingizia kipato pale ambapo utakuwa unapost katika baadhi ya mitandao. Platform nyingi zimekuwa zikitoa pesa katika kwa kupitia content hizi hapa, kwa mfano kama YouTube, watu wanatengeneza pesa kupitia content za namna hii hapa. Sasa hii video itakuelekeza mwanzo mpaka mwisho, guide baadhi ya guide ambazo zitatumika kupata content za namna hii hapa kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kitu cha kwanza fungua application yako ya Play Store, then uta search neno Protagon kama unavyoona na kuandika kwenye screen hapo, uta search Protagon story then baada ya hapo, ukiwa uja install then Uta, utatokea kitu kama hicho hapo utatafuta kitu kama hicho hapo kwenye screen yako then uta, uta kisearch, utakiclick. Mimi nimesha install, ndo maana imeniletea kwenye ku update na ku install. Wewe utakuwa hauja install, sasa itakudai u install kama utakuwa hauja install. Lakini pia kama unahitaji kuipata hii hapa application ya Plotagon Story ambayo haina matangazo utaingia katika Telegram channel yetu inayoitwa Nedlog Tips Hub unavyoona inaandikwa kwenye screen hapo utaingia katika Telegram, utapata application yenyewe hapa, ambayo iko free, haina matangazo. Utaelewa kwa ndani tukiwa tunazungumzia namna ambavyo utatengeneza video hizi hapa, kama hujanielewa, ambayo itakuwa na matang- kuna ambayo ina matangazo na ambayo haina matangazo. Sasa, kwa sababu ya sera mbalimbali za YouTube hatutazungumzia sana kwa ambayo haina matangazo, utaipata katika Telegram yetu. Lakini ukifungua application kwa mara ya kwanza, itakuonyesha kitu kama hicho hapo kwamba kuna, kuna ukurasa wa home, kuna kuna so ikanipeleka moja, ika moja kwa moja kwenye kazi, kwenye moja kati ya kazi ambayo nilikuwa natengeneza ili nije nitengenezee video hii hapa kukuelekeza. Hapa kuna sehemu mbalimbali. Kitu cha kwanza inatakiwa uzingatie kwamba katika kutengeneza content hizi, hapa kuna sehemu ambayo inahitaji font kwa, uh, no so font, i mean scenes. Kuna sehemu ambayo itahitaji utengeneze scenes aina mbalimbali, inategemea na content yako itakuwa ni base katika maudhui ya aina gani. Maudhui ambayo nilikuwa natengeneza hapa ni kwa ajili tu ya kukuelekeza namna ambavyo unaweza kutengeneza, lakini pia ukimaliza kuna kategoria ya kusevu, utaweza kusevu baada ya kumaliza kazi zako sasa Tunakwenda moja kwa moja hatua kwa hatua, kuna kuelekeza namna ambavyo unaweza kutengeneza kichwa kwanza. Pale utakapofungua ukurasa wako wa kwanza utakuwa kuna kuonesha hapo sasa, kuna maneno mengi, kuna maandika sin kama ambavyo nimegusa hapo, utayagusa then kwenye sin hapo, kwenye maneno mengi, kuna maandika sin, kuna sin ambazo ziko free, ndo maana pale mwanzo nikawa nakwambia kwamba kuna kuna vitu vya ndani ambavyo ni vya bure, lakini kuna ambavyo sio vya bure, lakini kuna application ambazo sababu so, sio ukigusa sin moja ita download kama hivyo hapo. Utakutumia, kumbuka kwamba itabidi utumie mtandao kutengeneza content za namna hii. Sasa kuna utagusa kwenye add character

sehemu gani kuna ova here, kuna ova nini, lakini unaweza ukaadi karakta mwingine kwa kugusa maneno mengine hapo ya karakta mwingine. Sasa utagusa, kuna karakta wengine wengi hapo. Kwa mfano mi hapo nimewakuta hawa hapo, nikachagua huyu hapa, anaitwa Samuel, yani nikamuadi katika. Unaweza pia ukatengeneza karakta ambayo unahitaji kwa vigezo vyako, na kuelekeza mbele ya video hapo, namna ambavyo utatengeneza karakta yako then na yeye pia ukamchagulia huyu ambao memwadi, ambao nimemwadi pia, nimemchagulia simu ambayo nataka mimi akae sasa, uh, uh, na ili, nda, e, sasa kwenye kuad sinp kwenye scene ambayo tulikuwa tumeitengeneza pia unaweza ukatengeneza conversation yale kwa maana ya mazungumzo dialogue mbalimbali. Unaweza kutumia mic yako pia, kama unavyoona hapo, utaguse hiyo kialama cha mic, then kitatokea maneno sema ambayo itahitaji wewe kuzungumza au unaweza kutumia maneno ya kuandika. Ukiandika kitu then AI ama system ambayo iko hapa itakuwa inasoma japo kwa kusoma maneno ambayo yako hapa hivi kuwa haisomi vizuri kama Kiswahili ambavyo kinatamkwa vizuri so, ni vyema kama unahitaji kuwa serious katika kutengeneza content za namna hii, hapa kutumia maneno yako mwenyewe kuzungumza. Sasa kuna kutengeneza character ni kama hivi hapa, utagusa kwenye create character pale ambapo utahitaji ku create character kwenye scene yako, then itakuletea sehemu mbalimbali. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kwa mfano ukitumia hiyo application ya Play Store inamaanisha kwamba kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo unahitaji wewe uvipate kwa kulipia. Sasa baadhi ya vitu ambavyo utavipata kwa kulipia ni kama kama ambavyo baadhi ya kumweka karakta katika namna fulani za nywele, mitindo fulani ya nywele, mitindo kumwekea vitu fulani katika muonekano, kumtengenezea muonekano ambao utahitaji wewe uwe sasa kwenye kutengeneza hapo. Uta kuna uta kwenye ku create, utamchagulia, kuna sura, utahitaji awe wa muonekano upi, utahitaji awe na nywele za muonekano upi, utahitaji awe na aidha awe na ndevu au asiwe nazo, kwa jinsi ambavyo utahitaji awe na, mfano hapo

jina lipi, kila kitu kitakuwa ni ndani ya uwezo wako. Sasa mi nimesha, baada ya kumaliza kutengeneza nikasave, then baada ya kusave ikaja katika ukurasa wako. Kwenye ukurasa wako wa characters utamkuta akiwa wa kwanza kama ambapo nimemkuta. Then chini yake ndo watakuwa wanafuata wengine ambao wapo wengi ambao unaweza kuwadownload pia ukaweza kuwatumia kwenye simu yako. Hey, njia ni nyepesi tu katika kutengeneza content hizi hapa. Kumbuka kwamba content hizi hapa ukiwa nazo series pia zinaweza zikakufanya ukawa ni mtu fulani ambaye unakuwa unaingiza aidha ni kipato au unapata wafuasi wengi ambao mbeleni itakusaidia, kwa sababu kuna njia mbalimbali mbali nyingi sana za kuingiza kipato kutokana kwa na kuwa na wafuasi kama hivyo. Ambavyo nilikuwa natengeneza video hapo, eh, nikachagua kwamba akae kwa upande gani. Kufanya hapa ni seni nyingine. Sasa nikachagua hapa, eh, akae kwenye upande upi. Mimi nimemweka kumweka kwenye kona, kwenye kuna kumweka mlangoni mweka, kwenye, mla, kumweka mlangoni, kuna mweka sehemu ambayo utahitaji utagusa hapo mbele, then utachagua kae katika sehemu ipi, lakini kwenye kuadi karakta pia mwingine atagusa hapo kwenye sehemu ya maneno mekundu gaidi, itakuwa na kuonesha kwamba maneno mekundu yako wapi, then kwenye ukurasa wako uta, utachagua ufanye kitu gani. Hii ni njia nyepesi tu ya kutumia simu yako ya mkononi kutengeneza katuni ili kutengeneza kitu ambacho ni kizuri zaidi, ni kwamba unaweza kaunganisha sinsi mbalimbali, kwamba umetengeneza sinsi ya kwanza, sini ya kwanza, sini ya pili, sini ya tatu, sini ya nne, kutokana na vile ambavyo utakuwa umepata idea. Idea nyingi ambazo unaweza kutumia kutengeneza hizi hapa video iza ni kwa kusoma vitabu au ni wewe mwenyewe kutengeneza video, kutengeneza idea yako kwako kwamba unataka kutengeneza content za aina gani. Lakini pia unaweza kutumia Chat GPT ama AI yoyote, inaweza kukusaidia wewe kupata mawazo ama kutengenezea stori ambayo unaweza kaitumia kutengeneza video na content za namna hii hapa. Mimi nitoa Vinemax, hakikisha kwamba umesubscribe na haupitwi na chochote pale tunaposti vitu vingine. Nitaangalia kama maoni ambayo yatakuwa yanatumwa kuhusiana na video hii hapa kwamba kuna uhitaji pengine wa kuelezea kitu ambacho kinatakiwa kifanyike ndani ya hivi hapa sana au kuna namna ambavyo watu wanahitaji video ya mwendelezo sana kuhusiana na namna ya kuedit na namna ya kufanya editing katika video za namna hii hapa na content za namna hii hapa. Nye hivi ili kufupisha video kwa sababu malengo ya video haikuwa kudip sana au kuchimba sana namna ambavyo unaweza kufanya editing kuhusiana na kutengeneza content za namna hii hapa. Lakini, pale ambapo nitaona mwitikio kwamba ni mkubwa, namna ambavyo tunahitajika kwenda kufanya editing katika app na content za namna hii hapa, hapo ambapo nitaweza kuupload video nyingine pale ambapo utahitaji kama tuendelee namna ambavyo unaweza ukafanya editing, au pale ambapo utashindwa chochote, tabidi sasa uandike maoni yako, ili katika maoni yako yale ya tuatumie kutengeneza content nyingine ambayo itakuwa ina deep sana na imebase sana katika upande wa editing kuhusiana na content za namna hii hapa. mimi naitwa Vinemax.